Kuna watu wanasema kwa sehemu kwamba chezea ujana, fainali ni wapi mzee? baada ya kuwa na nafasi lakini, kwa bahati mbaya, nafasi hiyo ilipotea. Kwa hiyo maono ni ili. Nini? mwanaume mwenye maono hujua anakoelekea. Aende popote, hasemi chochote anafanya kile kitu ambacho kiko kwenye makono yake. Mwanaume mwenye maono kuwekeza katika ukuaji, ukuaji wa kiroho, ukuaji wa familia yake na ukuaji wa kiuchumi, ambao kumbuke, pale nyumbani kwako panaitwa kujala hata kama mke wako ile nyumba, lakini na kwa hiyo kile tunachokiona natokea kwa familia yako ndio maovu ulionayo, ama natokea mwanzo, pengine ukmanzo natokea sababu lazima maisha yaendelee. Kwa hiyo mtu mwanaume mwenye maono, kwa kweli, anasimamia anawekeza ii anawekeza katika ukuaji wa kiuchumi kwa a kwa kutaona. Lakini mwanaume mwenye maono huchukua nafasi yake, anakaa kwenye kiti chake kama kuhani. Petro wa kwanza mlango wa pili mstari wa tisa mzee Petro anasema bali nini, ni mzao mteule ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliwaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Mwanaume anasimama kama kuhani nyumbani kwake, ndio maana akapati muta kutangua, hivi alisema

au matukio? Inaongozwa kama mwanaume, inaongozwa na maono au inaongozwa na matukio? Je, familia yangu inanufaika na uongozi wangu? Mesa pale mwanzo, wewe kiongozi wa familia naei aa, je familia yangu inanufaika na uongozi wangu? na tatu, je, mimi ni sehemu ya suluhisho au tatizo katika familia, katika kanisa ama jamii? mi msinguaut it wetaii inaleta majibu katika familia yangu ama katika kanisa langu na katika jamii yangu. Maswali haya ni maswali ya msingi ambayo kila mmoja wetu akijiuliza vizuri akapata majibu baada ya semina hii utarudi kama nemkuchi wanasifiwa sana. Tunamwomba Mungu atufunike kwa hekima yake, kila somo na mada itakayofundishwa ikalete mabadiliko ya kweli. Tuwe wanaume wa maono, tuwe wanaume wenye maamuzi, tuwe wanaume wenye